Mungu ametubariki uranium. Kwa muda mrefu sana tuliaminishwa kwamba kutengeneza umeme wa uranium ni hatari, lakini nchi zinazoendelea wanatumia na ndio sosi kubwa ya umeme wao. Sisi tuna raw material hapa ndani, wanatuambia hatari ili wachote wapeleke kwao wa, wakatengeneza umeme kwao wa. Sasa pamoja na wizara ni vyema kusimamia mradi wetu ule wa uranium kule Tunduru, e, kwamba sasa wale wawekezaji waanze kazi na tufaidike na rasilimali ile nchini, na kama wanataka kuchukua nje wachukue, lakini kwanza tufaidike ndani ya nchi. Tunategemea kuna matani mengi tu, estimate za sasa hivi kama tani hamsini na nane elfu na mia tano, za uranium zimelala pale. Nadhani wakianza kuchimba na wakiendelea kufanya discoveries kwenye eneo lile wanaweza wakapata nyingi zaidi. Huu mradi uende na tuanze uh, umeme wa nyuklia. Kama wao wanautumia, tunaweza tukautumia na tukawa na umeme wa kutosha wa kututosha nchini, lakini na kuuza nchi jirani, kama tunavyotaka kuuza sasa kwa Zambia, lakini nasi tunanunua kutoka Ethiopia. Sasa tukijitosheleza, hatutakwenda kununua Uh, tumefanya jitihada kubwa kupeleka umeme vijijini. Ilani ilituambia by 2025 vijiji vyote vyo vimepata na sasa vijiji vyote 12318 vina umeme. Tunakwenda kwenye vitongoji. 52% ya vitongoji vyetu Tanzania, vitongoji 33657 am, already vina umeme na kazi inaendelea. Sasa hivi kuna 20000 vitongoji. Kuna mtu wa REA hapa? Haio 20000 vitongoji, kazi inaendelea. Kwa hiyo tukimaliza huko tutakuwa kama tunakaribia uh, lile lengo tulilowekewa. Hiyo ni kazi yenu, tunaomba mkatusaidie.